hivi umeshawahi kufikiria kuhusiana na jambo hili kila siku tumekuwa ni watu wa kutumia simu zetu hususan kipindi hiki cha sasa mfano kuweza kuagiza chakula kwa kupitia application tu kuweza kulipia kwa kupitia mpesa tigo pesa na hata basi kuweza kutumia application nyingine mfano instagram na nyinginezo lakini unajua kama siri kubwa ambayo ipo nyuma mambo haya yote ni kitu ambacho kinaitwa api bila ya api Application zako zote takriban nyingi ya application zako zinaweza kuwa ni bure kabisa. Hakuna application ambayo ingefanya kazi vile ambavyo inavyotakiwa. Sasa leo katika video hii, wacha tuweze kutazama hiki kitu API ni kitu gani, na ikitokea API imeweza kukosekana, tuangalie namna gani ambavyo inaweza ikatokea katika dunia hii ya teknolojia. Swali kubwa la kujiuliza, hii API haswa ni kitu gani na kwa nini hata kama wewe sio mtu wa coding, programming basi unatakiwa pia ufahamu API ni kitu gani. Twende moja kwa moja katika video hii ya leo, twende tukazungumzie API ambayo ni ufupisho, urefu wake ni Application Programming Interface. Jina lake linaweza kukuogopesha, ukafikiri ni kitu kikubwa sana, kigumu, Application Programming Interface. Kama kawaida yetu katika video hii nitakuelezea kwa lugha rahisi kabisa, mifano ya kutosha, ya maisha yetu ya kila siku na utaweza kunielewa vizuri: API ni kitu gani na vipi ambavyo inafanya kazi, mifano yake, na wapi ambapo imekuwa ikitumika na faida zake ni zipi. So ningekuomba utazame video hii hadi mwisho niweze kukuelezea vizuri kabisa kuhusiana na API, na baada ya kutazama video hii utajua vizuri API ni nini, na ina nafasi gani katika ulimwengu huu, maisha haya yetu ya kidijitali. Kwa ufupi, API ni daraja la mawasiliano ni kama translator ambaye anatafsiri lugha ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Application moja inahitaji kuweza kupata taarifa kutoka kwa application nyingine au database. API inafanya kazi hiyo. Sasa hizi app mbili ambazo zinahitaji kuweza kuwasiliana kuongea, app moja ambayo inahitaji taarifa kutoka kwa app nyingine, zinahitaji mpatanishi, na huyo mpatanishi ndio huyo API ambayo tunamwongelea leo katika video hii. Kwa maneno mengine rahisi, API inaruhusu programu mbili kuweza kuwasiliana, naweza kuwa programu mbili au zaidi kuweza kuwasiliana kwa urahisi bila mmoja kujua kiundani yule mwenziwe yupoji. Natumai unanielewa kipi ambacho namaanisha. Mfano, wewe unahitaji kuweza kuongea na Mchina, unakuwa na mtu wa kati ambaye ana kuwezesheni nyinyi kuweza kufahamiana bila hata wewe kuweza kumjua yule Mchina kiundani na kujua vitu vyake kiundani na hata Mchina kujua vitu vyako wewe kiundani, lakini tayari mnafanya mawasiliano na mnashia vitu mbalimbali ambavyo vinahitajika sehemu hiyo. Wacha tuweze kuangalia mfano ambao nimekuwa nikipenda kutumia wa mgahawa. Chukulia wewe ni mteja, umeingia mgahawani, unahitaji chakula. Wewe kama mteja hautoweza kuingia moja kwa moja jikoni na kuchukua chakula wewe mwenyewe. Sivyo ambavyo migahawa inaendeshwa kikubwa ambacho wote kifanya utakapofika katika mgahawa utakaa katika meza yako. Waita atakufata wewe na kuweza basi kuchukua oda ya chakula ambacho unakihitaji na kwenda nayo jikoni. Yeye ndo ambaye atazungumza na wale wapishi kwa lugha yao ambao wanaelewana, na baada ya hapo atakuletea hicho chakula ambacho wewe unakihitaji hapo mezani ulipokaa. Sasa yule waita katika huu mfano wetu wa mgahawa ndio API. Yeye sio mpishi, hajapika chakula wala sio mmiliki wa ule mgahawa lakini bila yeye wewe na wale wapishi kule jikoni msingeweza kuwasiliana kwa urahisi. Sasa waita yupo kwa ajili ya kuweka mawasiliano baina yenu. Pengine mfano huu bado haujanielewa vizuri, nataka utakapotoka katika video hii uwe na uelewa mzuri sana kuhusiana na API. Tuchukulie umefungua application ya Uber na tayari umerequest gari, umeomba gari kwa ajili ya usafiri. Ile app ya Uber inahitaji kuweza kupata location kutoka katika Google Maps, lakini pia kuweza kulipia kwa kupitia M-Pesa, na vilevile kukuunganisha wewe na dereva. Vitu vyote hivyo app ya Uber inatakiwa uweze kufanya, lakini sasa ile application ya Uber haitoweza kuandikwa kila kitu, kutengenezwa from the scratch kila kitu katika kile ambacho inaenda kufanya. Kikubwa ambacho inaenda kufanya, inaenda kutumia Google Maps API kuweza kupata ile location. Inaenda kutumia Mpesa API kuweza kupata basi kufanya malipo katika application yake na zile shughuli nyingine ambazo zinafanyika. Ukiangalia mfano huu, API ndio ambayo inaiwezesha Uber kuweza kufanya kazi vizuri na zile huduma ambazo zinahitajika kuweza kupatikana. Pale ambapo inahitajika location yako. Kikubwa ambacho kinafanyika pale ni API ya ile Google Maps. Uber app just inaenda ku connect tu na ile Google Maps na kuweza kupata basi ile location katika application ya Uber I mean Uber, sorry. So vipi ambavyo ina connect baina hizi application mbili na kuweza kuwasiliana na kushare data mbalimbali mbali, kwa mbali, kupitia hiyo API. Lakini pia hata katika malipo, M-Pesa, Tigo Pesa unahitaji kulipa mteja, wewe unahitaji kulipia. Pia kuna API ya M-Pesa ambayo inafanya Uber app kuweza kupokea pesa kutoka moja kwa moja basi katika M-Pesa ya yule mteja ambaye ataweza kulipia. Bado sijamaliza na kukupatia mfano mwingine. Mfano tuchukulie unajaribu kuingia katika application fulani, application tu umedownload, na unahitaji ku login ama ku sign up. Kuna zile choice pale, unakuta inakwambia login with Google, login with Facebook, ama sign up with Google, sign up with Facebook. Natumai umeshakutana na vitu kama hivyo katika application mbalimbali ambazo umekuwa ukitumia. Hapo API inafanya kazi yake hapo, hiyo inaiomba Facebook, tafadhali thibitisha huyo mtu Facebook API ama Google API inarudisha majibu sahihi, huyo mtu anafahamika na anaweza kulogin, yupo. So hapo unakuta API ndio ambayo ina connect application hizi application hii yako wewe ambao unaitumia na hii application ya Facebook ama Google ambayo ina check details na kuweza connect pamoja. Wacha tuweze kutamatisha kwa kuangalia faida na changamoto zilizopo za API. Kwanza kabisa tukianza na faida, imekuwa ikiokoa muda API. Developers hawatakiwi basi kuweza kufanya kila kitu ama sio lazima kufanya kila kitu katika kupata service mbalimbali mfano kama hivyo, Uber. Uber wewe just unatengeneza application yako na kutumia API ambazo zipo, na kuweza kuconnect application yako mfano, na hii application ya kulipia na hii application ya location. Tayari wewe hauna haja kama developer mtengenezaji wa hiyo application kutengeneza na wewe basi. De, nini location katika application yako na ikafanya vizuri tu kazi bila shida yoyote. So, hapo unakuta kuna hiyo API ambayo inasaidia kuokoa muda. Instead ya kufanya kila kitu from the scratch, unaweza tu kuconnect na API mbalimbali. Lakini pia katika issue ya usalama, unakuwa una uwezo wa kupata data bila ya kuweza kugusa mfano database moja kwa moja ama data mbalimbali moja kwa moja katika application nyingine. Mfano, wewe una connect application yako na Facebook, mtu aweze ku sign up ama ku login application yako na Facebook pale una uwezo wa kwenda kuchukua tu katika hiyo application ya Facebook information baadhi, sio zote, ambazo zinahitajika huku ziweze kutumika. Kwa hiyo hautoweza kuingia ndani kabisa katika database ya Facebook, hapana. Kuna vitu tu ambavyo API inakupatia ambavyo vinaruhusiwa kuweza kupatikana na wewe utaweza kuvitumia vya huyo mtu ambaye vinahitajika kujazwa katika hii application nyingine, ambavyo havijaruhusiwa vya huyu mtu basi wewe hutoweza kuvipata. Unaona hapa kuna ishu hiyo ya usalama. Inasaidia sana API katika kuongeza usalama. Tuchukulie mfano, unafanya maombi, una apply kufanya kitu, mfano katika application ama website fulani. Kuna sehemu itakuhitaji wewe uweze kuandika namba yako ya NIDA, kwa sababu kuna information zinahitajika kuweza kutoka kule katika mfumo wa NIDA. Kwa hiyo, hapa kuna mifumo miwili: kuna huu ambao unatumia kuweza kuapply shughuli fulani pengine lakini pia kuna huu mfumo wa NIDA ambao API ya NIDA imeunganishwa huku, inafanya mawasiliano baina ya hii mifumo miwili na kupata information ambazo zinapatikana katika huu mfumo wa NIDA, na hivyo vitu ambavyo vinahitajika huku vitapatikana vile tu ambavyo vimeruhusiwa na API, uweza basi kuchukua huku na kuvileta huku katika mfumo mwingine huu ambao unatumia. Lakini pia katika ishu ya integration, app nyingi zimekuwa zikishirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Nadhani kwa kupitia mifano ambayo nimekupatia, umeona hili lakini pia faida nyingine, API inafanya innovation kuwa rahisi. Namaanisha nini? Mfano, chukulia app ndogo tu inaweza kutumia huduma kubwa, mfano za Google, PayPal, M-Pesa, Tigo Pesa kupitia tu API ambazo zipo na unaweza kuzitumia. Hata wewe unaweza kutumia kutengeneza application yako na ukaunganisha na API hizi, na tayari basi ukaona uwezo katika application yako kufanya malipo watu. Pengine unatengeneza website ya e-commerce, unauza product zako, na unahitaji watu waweze kulipia moja kwa moja tayari una uwezo basi wa kuconnect na hii mifumo mingine ya kulipia M-Pesa, Tigo Pesa, PayPal kwa kupitia API ambazo zipo tayari. Kutakuwa na mawasiliano na watu watakuwa na uwezo wa kulipia katika application yako bila shida yoyote. Nadhani unaona faida iliyopo, umuhimu wa API. Kuna umuhimu tofauti tofauti, lakini hii ambayo nimekupatia ni michache unaweza kujua kuhusiana na API. Tuangalie changamoto ukiachilia faida ambazo tumeziona, je, changamoto zake API zinatokea wapi? Zinapatikana vipi? Kwanza kabisa ikiwa API ya huduma fulani inapopata tatizo, hata ile application yako inakuwa inakwama. Na maanisha nini? Mfano API ya malipo inapopata shida, na hata katika website yako kwa muda huo hawataweza kulipia kama una njia hiyo tu moja ya kuweza kufanya malipo. Lakini pia baadhi ya API zimekuwa ni gharama kubwa kuweza kuunganisha katika mfumo wako pengine. Zipo API ambazo unatakiwa ulipie na zipo API ambazo ni za free, unaweza kutumia tu huduma ya mfumo fulani, lakini nyingine harama yake ni kubwa sana kuweza kuzitumia. Kwa pia nayo ni miongoni mwa changamoto. Lakini vile vile, nyingine ambayo ni ya mwisho kwa leo, changamoto iliyopo wakati mwingine hizi API huwa zinabadilika, zinakuwa zinaupdateiwa na developer. Sasa anatakiwa aweze kurekebisha kodi ili ziendane na hizi API, jinsi ambavyo zimeweza kubadilishwa katika huo mfumo mwingine. Kwa hiyo mfumo wako umeunganishwa na mifumo mingine mbalimbali kutokana na shughuli mbali mbalimbali ambazo mfumo wako unafanya, kwa hiyo ulihitaji API tofauti za kulipia za, za location, ya vitu tofauti tofauti. Yeah. So, inatakiwa uweze basi kama developer kufanya marekebisho basi na wewe huku uone namna gani API hiyo inaendelea kufanya kazi vizuri bila shida yoyote. Baada ya maelezo haya, natumai umeweza kunielewa na kupata basi japo mwanga kidogo API ni kitu gani. Unaweza kuchukulia kwa kufupisha tu API ni daraja, translator, waiter katika mifano yetu hii ambayo tumepatia tumepatiana tumepati hapa katika video hii. Kwa hiyo bila API tusingekuwa na mwingiliano application mbalimbali, mfano kuagiza chakula online, kulipia kwa simu, ingekuwa shughuli kama hizi ingekuwa ngumu, kufungua akaunti ya kupitia Google. API ndio zinasaidia kuweza kufanya mambo haya. Unaweza kutengeneza application yako dogo tu ukaunganisha na API ya mifumo tofauti tofauti, na ukawa unafanya ile integration, application yako inaingiliana na, na uh, mifumo tofauti tofauti ya malipo, location ya data fulani ambazo zinapatikana katika mfumo fulani, mfano NIDA au wapi. Unaweza kufanya hivyo. So sina la ziada baada kuweza kuongelea ishu hii kubwa ambayo watu wamekuwa wakijiuliza sana, na natumai kwa maelezo haya umeweza kupata mwanga japo kidogo na kuelewa pia API ni nini. Share video hii na wengine wapate kujifunza. Una swali lolote, niambie katika sehemu ya comment. Kama kuna kitu Like video hii. Kama ni mpya katika channel yangu ya YouTube, hakikisha una subscribe kabla ya kuweza kuondoka katika video hii, iweze kuendelea kuwa pamoja katika kujifunza na kushare maarifa. Asante sana.